Shirika la huduma za wanyamapori Kenya KWS limethibitisha tukio la kutisha ambapo msichana mwenye umri wa miaka 14 ameuawa na simba aliyeingia katika pori kutoka Hifadhi ya Kitaifa ya Nairobi, karibu na eneo la Savana Ranch. Mwanafunzi huyo darasa la saba anaripotiwa kushambuliwa Jumamosi jioni, karibu saa moja usiku, akiwa katika makazi ya Savana Ranch. Kilio cha msaada kilichotolewa mara moja na kijana mwingine aliyeshuhudia tukio hilo na walinzi wa KWS wakafuatilia nyayo za simba huyo hadi kwenye Mto Mbagathi ulio karibu ambapo walipata mabaki ya mwili wa msichana huyo wa shule ya msingi. Simba huyo hakuonekana eneo la tukio wala karibu na hapo. KWS imesema kuwa imeweka mtego na kutuma vikosi vya ufuatiliaji ili kumtafuta simba huyo na kuongeza kuwa hatua za kiusalama zaidi zimechukuliwa ili kuzuia mashambulizi mengine. Mwili wa msichana huyo umepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Nairobi huku juhudi za kumtafuta simba huyo zikiendelea. KWS pia imethibitisha tukio jingine la kushambuliwa na mnyamapori katika kaunti ya Nyeri ndani ya saa 24 zilizopita ambapo mwanaume mwenye umri wa miaka 54 alikanyagwa hadi kufa na tembo. Katika tukio hilo la Nyeri, tembo huyo alikuwa akila kwenye msitu wa Mere Forest alipomshambulia mwanaume huyo ambaye alipata majeraha makubwa kifuani, mbavu kuvunjika na majeraha ya ndani. Alikimbizwa katika hospitali ya karibu ambapo alifariki kutokana na majeraha hayo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.